Sasa kama hivyo mwanachuoni unaenda kuomba dua kwenye futari ya kijingajinga, futari ya kijingajinga unaenda kuomba dua, unaombaje dua hiyo yani? mtu kajipiga picha kabisa, yuko anakula mchana, mwislamu mchana, karusha video dunia nzima imeneni, unamkubalije? anaingia kwenye futari, kwa hiyo mnafuturisha wasiofunga? Mnafutari gani? futari mnafuturisha waliofunga Man aftara man aftara, atakayemfunguza aliyefunga, ndio hadithi hiyo. Sasa imekuwa ni ujinga ujinga tu, alafu viongozi wale wakubwa watu wamekaa kimya. Hilo lilikuwa la kulisemea kama impox, unasema hii ni zaidi ya impox sababu ni swala la kidini, hilo lazima watu walisemee. Kufuturisha, futurisha aliyefunga. Mimi nyumbani kwangu watu wanaona, watu ambao hawakufunga hawali. Tunachagua kama ni ftari yetu sisi tumeipenda, hawaili manake. Mana aftara saa ima usubiri takachobaki kule, uo utakula chakula cha kawaida chezfunga, usilete mchezo hapo wow. Amba unacheka yeah, si ndio Uislamu unavyotaka <laughs> haiwahusu kwa utakaa pale utatuangalia, hatu hivi nini, subiri zikibaki hmm, ndio utaenda kwenye outpost unaangalia, hmm, ndio hadithi. Sasa ni lazima watu wasimamie dini, akimu waji haka ni dini, elekeza malengo kwenye dini. Sasa watu dini wanaiona kama ni kitu cha fashion. Dini sio fashion bana, dini ina utaratibu, hmm. Hawa watu unakuna, unakuja kufuturisha watu uchi wanafuturu uchi. Ah, nafuturisha haji. Hata wakapale, angalia huyu ha, alivyopendeza angalia nguo yake hivi hivi. Ftari gani ya ria hiyo? Tuyaje. Sheikh Habibu, ndio iko hivyo, sisi tulisoma kwa wazee wale wa zamani wakiwa na ilmu hasa, sio ilmu ya mitaala unakimbizwa na shekhe ili umalize mwaka upewe degree a a, na kusomesha uelewe, miaka 20 20 10 10 9 9. Sasa mpaka vitabu vyake alivyopanga, hata kama utazeekea hapo. Na marhaba limo kwenye Qur'ani, na pia kama kwenye surati ulaika la marhaba lahum, kuna watu watakwenda pe... Ndio bana tunasema marhaban bi ya Muhammad, marhaban. Marhaban biki, marhaban. Okay. Marhaban na ya nabi, nabi. Ya nabi, alaika, ya biki, ya marhaba marhaba marhaba marhaba marhaba bi bi na ni ni bora kuliko kuliko alayka rasul kitabu kwa kwa, fundishe mtoto wako hiyo. Kuna salamu za kilugha shemeji zangu wako pale shumara waitu wezikusema tusalimiane, hiyo atusalimiani vipi? Wakati sisi ni Wahaya, ipo wajalnakum shuuban wa kabaila, lazima kutakuwa kuna salamu ya kabila hapa, mwakee mrimo, lazima na wala sisi kusema bana, sasa hapa tusalimiane hivi, sio muhao, tutatofautiana tu matamshi kwa sababu kuna wa